Aya, sabala ya sahizi natumaini wewe ni mzima kabisa na unaendelea vizuri. So asante kwa sapoti yako na Mungu akubariki sana . Wewe ambaye umesubscribe unaendelea ku like, ku share na comment. So kwa wewe ambaye bado uja subscribe, uja like, uja share, uja, like, uja, uja usiache kusubscribe, share na ukomenti video zangu ili uweze kupata usiweze kupitwa. So katika channel yangu tutajifunza mambo kadha wa kadha, inahusiana na neno la Mungu, inahusiana na imani zetu, ukuaji wetu wa kiroho <coughs> na maisha yep, yapi tunatakiwa kuyaishi, yes. so mimi kwa majina ninaitwa Jackson Kalunga, uh, ndo jina ambalo natumia katika channel yangu na username ni official jackson Kalunga. So katika social media Instagram, Facebook, TikTok natumia Jackson Kalunga, username ni official Jackson Kalunga. So karibu sana katika hii youtube channel yangu, ili uweze kujifunza, ukiwa kama kijana, ukiwa kama baba, ukiwa kama mama. Kwa msaada wa Mungu na imani, kupitia video zangu utaweza kujifunza vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikakusaidia katika ukuaji wako wa kiroho na katika kukuza imani yako. Nina furaha sana na ninamshukuru sana Mungu kwa wewe ambaye utaendelea kufuatilia video zangu, na Mungu atakusaidia utakuwa na utasimama katika misingi ya imani yako ambayo utakuwa unajifunza vitu vingi kupitia video zangu. Mungu akubariki sana, na niko hapa kuitambulisha chaneli hii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment. Thank you.